Naitwa Saidi, karibu katika chaneli yetu ya jifunze kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza subscript na superscript. Subscript inaandikwa hivi, hiyo ndio tag au element ya subscript, na superscript inaandikwa hivi, hizo hapo mbili ndio subscript na superscript, jinsi zinavyoandikwa. Tukianza na hii ya mwanzo subscript. Subscript ni element au ni tagi ya HTML ambayo inatumika kuandika nambari chini ya mstari. Kwa mfano ukitaka kuandika formula za kikemia kama vile water, carbon dioxide na nyinginezo, zile nambari zinazokaa chini ndio tunaziandika kwa kutumia subscript. Tuone mfano. Mfano hapa tuandike paragraph, alafu tutaandika maneno yetu, hii ni water, hii ni water kwa mfano, alafu tukaandika ile H. Baada ya H, tunafungua subscript. Subscript tunaifunga ndani yake tunaandika hile nambari mbili, tunatoka nje ya tag hii au ya element ya sub, tunamalizia ile o yetu. Tukienda katika browser kuangalia vipi natokea, tuki browse au tukirani, tunaona hii ni wota. Umeona hii hapa, jinsi inavyoandikika, hile nambari mbili imekuja kukaa sehemu ya chini. Hivyo ndivyo ambavyo zinafanya kazi lakini mfano mwingine tukopi huu hapa kama kawaida, halafu tutapesti chini hapa. Hii yapo hapa, tuje tufute hii o tu, mbili tutaiacha kama ilivyo hapa, tuandike eh, ka, eh, CO halafu hapo maelezo tuyafute, tuseme carbon, carbon Oxide. Hii ni carbon. Oh, hii ni carbon dioxide. Tukenda ku refresh page tuangalie, unaona, hivi ndivyo ambavyo inafanya kazi subscript. Ya pili eh, ni superscript hii hapa. Superscript kazi yake ni kuonesha au ni kuwezesha kuandika herufi au nambari juu ya mstari. Hii imeandika chini hii inaandika juu. Subscript inaandika chini ya mstari, superscript inaandika eh, juu ya mstari. Kwa mfano unapoandika namba zenye power, tuone hapa. Power paragraph eh, paragraph yapo, halafu ndani yake tufungue mabano haya, hapa ndani tuweke nambari eh, tuseme nambari nne alafu nje yake hapa tufungue super script super, tuifunge hapa ndani yake hapa tuandike namba 2. Tukienda kwenye page ku refresh tuone jinsi inavyofanya kazi. Umeona, nne imo ndani ya mabano alafu ina power 2. Hivyo ndio jinsi ambavyo inafanya kazi super script na subscript. Tuangalie mfano mwingine wa mwisho eh hii tuta copy hapa copy, tuta paste hapa uh, yeah. Alafu hapa tutaandika nambari nane, hapa tutaandika tatu. Hapa hii ni namba, mfano tu, hii ni namba, ili tupate nafasi nzuri. Kutukia ku refresh page yetu Utaona jinsi naofanya kazi umeona, hii ni namba, alafu hivi jinsi ambavyo inafanya kazi. Asante sana, tukutane katika video inayofuata, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante sana. Bye.